Gari zangu ndio zile, ni gari za gharama. Gari moja pale ni 1.5 bilioni. <laughs> alafu gari nyingine pale ni ni ni, ni, ni milioni mia saba. Kuna gari ya bilioni moja na milioni mia tano, alafu kuna gari la milioni mia saba. Ukijumlisha zote zinakuja kama bilioni mbili na milioni mia nne, ambazo wewe unayetazama hii video hujawahi kushika mpaka unakufa mbwa. Bado unakaa amefulia amefulia, unafikiri kufuria kwangu mimi kutakuwa sawa na kwako wewe? Hey guys, najua mnaweza wanda umjamaa anasema nini, u mjamaa anataka kutuonyesha ama kutuambia vile ameuza magari zake zote ama vile zimechukuliwa, ndo hapa. So guys, hu mjamaa anajiita Chief Godlove, anatuambia that tumaona gari zake zimeuzwa sijui zimeenda. Anasema zilikuwa bilioni mbili, bilioni mbili anatuambia sisi tumeshikata bilioni mbili. Ya, ndio hizi magari zake hapa. Ndio, ndio hizi ndio magari zake zikisafirishwa. Inasemekana kwamba zinarudi kwa mwenyewe. Mwenyewe jamaa amekuwa kituangaisha akituonesha kuna nyumba, lakini mimi sihisi hapa. Director, umemulika bunduki pale. <laughs> Huko ni nyumbani kwa mbwa, mm. mm. Hapa ni nyumbani kwa mbwa lakini ni sehemu ambapo huku ni kwa mbwa. Mbwa imewekwa mpaka Range Rover. Ah, sasa hiyo Range Rover huwa ni moja kati ya gari ambazo mimi wanazitumia lakini nimeipaka kwa sababu for this time sina oh. matumizi nayo. Kwa hiyo ah. imepakia hapo mm. waonyeshe hapo mm. Range Rover Sport. Range Rover Sport G6. Uh, yeah. Yeah, na Ha. Nikikwambia hapa ni nyumbani kwa mbwa, nina huyu hapa. Huyu hapa. Naogopa mbwa huyo. Huyu nimemfunga baada ya we kuja kwa sababu ni mkali, asija akang'ata mm. ila most of times wanakuwa wako huru. Yeah. <laughs> <usi> msogele sa... <laughs> So guys, huyo ndio Chief Godlove akionyesha chumba zake. But uh, anasema that zimeenda. Gari zimeenda na ndio hizi watu wakisema kuhusu hizo magari. Nimeiona hiyo video mtandaoni, nikasema ni share na wewe. Gari za tajiri Chief Godlove hizo hapo zimebebwa mm -hmm. Zile gari zake za luxury things zote zimebebwa, na gari hizo zilizobeba hizo gari ni kampuni moja. Sasa katika kusoma comments <laughs> nikakutana na comment inasemaje, haya, muda wa kurejesha magari ya watu baada ya show He, nikasema jamani, kumbe Chief anatushow off kiasi hichi mpaka jamii ya watoto wa kambo tumeanza kujua kwamba bwana, we ni maswala ya show off tu hapo, amna lolote, tuko naye mtaani vilevile. Haya, ukikutana na Chief, bado anaendesha haya magari, naomba unitumie video inbox. Ntasema ntaisha apa, ila magari hayo inaonesha ametolewa nyumbani kwake, sijui anapelekwa wapi. Yamani, mjini hapa usikose bando, nafurahia gari za Chief Godlove kupokonywa, kuchukuliwa, kubebwa, Godlove kufilisika. Haya, si afadhali hata huyo Chief Godlove sasa aliwahi kuona hata hizo gari. Wewe faida yako nini, unavyochekelea pale Tanzania baba. Tanzania kumewaka moto. I want to thanks God. <laughs> I want to thanks everybody. I want to thanks my family and I want to thanks my big brother Billy Mia. Kumefanyikaje, Tanzania baba? Lete baba. <laughs> Inje kushukuru shukuru ile. Ala. E, bwana Tanzania. Naam. Kuna jamaa ambaye anasemaga kwamba ana pesa nyingi sana. Okay. Ah, ana pesa kumbe bro. Eh? Chief Godlove officially amesota. Ngoja kwanza, Chief Godlove amesota? Ama miaka yote Chief Godlove hana pesa. Alikuwa na pesa okay, lakini akajitia kuishi Kanairo GTC hey. Sasa pesa zikaisha. Ala! Tangu atoke kwao mwaka jana tarehe ishirini na mpaka leo hii tarehe kumi na tatu hajakanyaga Tanzania tena. na ilikuwa Oktoba, ndio 23 aliingia Kenya, akakaa Kenya mwezi mzima, mwezi mzima. Naam, akatoka Kenya akaingia Uganda, kakaa Uganda, hivyo amerudi Kenya, ajarudi kwao. Hala, chifu iko raundi, chifu iko raundi bro. Oh, no, wanda alikuwa kwenye bathday ya manki, tulikuwa naye kwenye bathday ya tumbili eh, chifu pipi na wale vijana wake hawajarudi Tanzania, wako Kenya, wako Kenya okay. Sasa bro, mimi nikamuuliza swali, ndugu yangu, ni vipi? ulikosa nini kwa mama Kizimkazi? ama kaka, uko na kesi hey? ama ya, ya, money laundering, ya kusafisha hela -he. he -he. Msafishaji hati mwanangu, ja mimi napiga besha zangu lejiti tu. unajua hey. kule za kubambikia kesi. Nikamwambia unabambikiwaje kesi kama kayo? hauna kesi he -he. Manake wewe kazi zako tunazijua, wewe kazi yako, yako ni kwenda kwa watu wa migodi, uh unawambia migodi ya goldi, uh unawambia hapa sasa leo mnachimba saa mbili na nusu asubuhi na mnapata goldi, wanapata goldi <laughs> wanapata goldi, wakimaliza wanakuregeshea posho, wanakupa hata saa ya goldi, wanakupa pete ya goldi. Hizo ndo biashara zako. Ati wewe unajua, kule mwanangu akaunti zangu zimefungwa bongo huko <laughs> bilioni mbili zimefungiwa akaunti za Chief Godlove za Kenya na Tanzania, za Tanzania. Ah, hizo shilingi elfu ishirini <laughs> Jamani, pia wakati mwingine mnataja mapesa kwa kubwa kubwa, tunaona ni kama kuna pesa nyingi. Ah, shilingi elfu ishirini tu hizo. Endelea baba mwa kibete, mwa kibete wasemaje? So guys you are done for today, make sure you like subscribe and share. I'll be updating you every Saturday from next week. Make sure you like subscribe and share. My name is Alpha from King Junior. Peace.